Bwana Yesu asifiwe, nina kusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha saa ya faraja katika Kristo popote ulipo unapotufuatilia. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa kukuunganisha pamoja na Kristo popote ulipo. Na kabla ya mambo yote, tunaomba tumshukuru Mungu kwa ufupi kwa ajili yako na kwa ujumbe wa siku ya leo. Mungu wetu mtakatifu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya saa hii na tunakushukuru kwa ujumbe wa neno lako ambao sasa unakwenda kuachilia. Tujalie hekima na maarifa katika kunena katika hekima yote na maarifa yote, uende kaguse wote na kuwafundisha tuna uvia roho wako mtakatifu, ili ye Bwana ukafikie watu na kufungua, tunakuwaokoa amen. Neno la Mungu ambalo tunalo leo lina kichwa kinachosema maombi, maombi ya vita maombi ya vita. Maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Maombi ni mawasiliano halisi kati ya mwanadamu na Mungu. Biblia inatuagiza tuombe. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya saba mstari ule wa kwanza mpaka wa saba inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa lakini katika kitabu cha Luka sura ya kumi na nane Biblia pia inatufundisha na kusema imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Sasa kuna aina nyingi za maombi. Hebu tuangalia aina mbalimbali za maombi, nitakutajia chache tu. Kuna maombi ya toba, kuna maombi ya shukrani, kuna maombi ya kusihi, kuna maombi ya maombolezo kuna maombi ya vita vya kiroho, lakini kuna maombi ya mfungo na maombi yasiyo ya mfungo. Kwa hiyo ziko aina nyingi za maombi, hizo nimetaja tu ni aina chache. Leo nataka tuangalie aina mojawapo ya maombi hayo ambayo ni maombi ya vita Maombi ya vita ni aina ya maombi ambayo yamebeba mashindano, kushindana kati ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru, na ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya sita mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na nane inaeleza kwamba kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ulimwengu wa roho, juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya wakuu wa giza hili wenye mamlaka wakuu wa anga. Sasa, katika haya maombi ya vita unaona sisi hatupigani vita kimwili, tunapigana vita kiroho. Kama umekuwa unatufuatilia masomo yaliyopita, tumefundisha kuhusu ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita kubwa inapiganiwa kwenye ulimwengu wa roho, mwilini ni matokeo tu. Kwao kama wewe ulikuwa unajua maombi ya vita ni kitu chepesi sana, ni kitu ambacho kinapigania kwenye uwanja uliko katika ulimwengu wa roho. Lakini sasa, hebu tuangalie mambo muhimu ya kujua kwanza kabla haujaanza maombi hayo ya vita. Cha kwanza kabisa na cha muhimu, hakikisha wewe na Mungu uko sawa sawa. Jitakase na kuondoa uovu ukisoma kitabu cha Nehemia sura ya kumi na mbili mstari wa thelathini imeeleza zaidi kwamba makuhani kabla ya chochote walikuwa wanajitakasa kwanza wao wenyewe kisha walikuwa wanatakasa kusanyiko. Baada ya hapo walikuwa wanatakasa malango ya mahali, alafu pia walikuwa wanatakasa eneo. Kwa hiyo nitakase kabisa, kabla hujaingia kwenye vita, hakikisha Mungu yuko upande wako. Mungu akiwa upande wako Sio wewe unapigana vita bali aliye ndani yako ndio atapigana vita. Na kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 37 na 38 wameeleza zaidi kwamba Mungu akiwa upande wetu, wala hakuna aliye juu yetu. Kwa hiyo hakikisha kwanza uko upande wa Mungu. Sasa ukisha kamilisha hatua zote hizo, sasa unaweza ukaingia katika maombi ya vita. Lakini katika maombi haya lazima uchague malango ya haya maombi. Kuna malango ya maombi katika ulimwengu wa roho. Lango la kwanza unalifahamu mpaka la mwisho la, la, la, la, la, la, la. kwa mfano saa saa tisa ni lango la maombi liko kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya tatu. Saa sita ni lango la maombi, saa tatu ni lango la maombi. Kwa hiyo kuna malango ya kufanya hayo maombi, siku manane ni lango la maombi saa kumi na mbili ni lango la maombi. Kwa hiyo angalia muda wa kuingia kwenye hayo maombi ya vita, usipurupurupuke kuingia katika maombi ya vita, yanaweza kukuletea madhara. Jiandae kwanza. Jiandae kwanza, na kuna hatua za maandalizi ambazo nazo tutazitoa katika kipindi kinacho kinachokuja. Sasa tunataka tuombe, na wewe ili kukuandaa kabla tujatoa sehemu ya mwisho. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji, tunajua sio kwa maneno mengi mtu hujengwa lakini Mungu, hata kwa maneno machache mtu hujengwa na neno lako kuenea. Tunaomba sasa umuandae vizuri katika hatua zinazofuata, ili aweze kuelewa umuhimu wa maombi haya ya vita. Tunamwombea yeyote aliyekata tamaa, aliyevunjika moyo yoyote aliyekosa amani, yoyote, alie, a, yoyote ambaye anavita popote, tunamwaga damu Yesu Kristo ikamtetea popote alipo katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti. Ufalme wako Bwana uje, na ufalme wa giza ukavunjwe. Mapenzi yako Bwana yasimame, mapenzi ya duu yakaanguke katika jina la Yesu. Tunainyunyuza na kuipaka damu ya Yesu Kristo juu yake sasa, katika jina la Yesu, kwenye usikivu na kwenye macho yake, katika jina la Yesu tunaachilia hiyo damu yenye nguvu kuliko damu zote ikanyamazishe kila gasi ya juu ya mtumishi wako. Bariki wote wanaojitoa kwa ajili ya kusapoti kazi yako Bwana, yende hewani, vipindi hivi viendelee kusikika kwa watu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu anyoshie mkono wako, usiwasahau wakumbuke, na kuwainua kwa Yesu Kristo ninaomba, amen. Unaweza kutumia namba zinazopita hapo kwenye skrini ukatuma sadaka yako na itatufikia au kama una maswali, tutayapata. Tutatoa sehemu ya pili muda si mrefu ya kuhusu maombi ya vita. Kwa hiyo endelea kufuatilia chaneli hii. Mungu akubariki sana.